Karibu tena katika chaneli yetu ya Simulizi za Sauti Mix. Leo tunakuletea kisa cha kusisimua na kutisha kuhusu siri iliyojificha juu ya dari la nyumba fulani kubwa huko pembezoni mwa mji wa Shinyanga. Kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza neno subscribe na washe kengele ili usipitwe na simulizi zetu mpya kila siku. Naitwa Saul David Brill. Karibu. Ni usiku wa manane, kimya kizito kilikuwa kimetawala ndani ya nyumba kubwa ambayo Juma aliirithi kutoka kwa wazazi wake waliotangulia mbele ya haki. Ilikuwa ni nyumba ya kifahari iliyojengwa mbali kidogo na mji wa Shinyanga, ikiwa imezungukwa na miti mirefu inayotengeneza vivuli vya kutisha wakati wa usiku. Juma alikuwa amelala kitandani, amekodoa macho yake kuangalia juu kwenye dari. Hakuwa anapata usingizi leo, siku ya tatu mfululizo. Kila siku alikuwa akisikia vishindo vya ajabu juu ya dari, kama vinataka kupasua singboard. Leo sauti ile ile ya kila siku ilianza tena. Haikuwa sauti ya panya mdogo anayekimbia, hapana. Hii ilikuwa sauti nzito, mara nyingine ilisikika kama mtu anayeseleleka polepole, kwa tahadhari. Juma alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka kasi. Ni panya gani huyu mwenye uzito hivi? au paka? Ndio maana nilikataa kuhamia huku keke yangu, Juma alinongona peke yake huku akiwa amejifunika shuka gubigubi gubi. Aliogopa. Kwa wiki nzima hali ilikuwa hivi, kila ifikapo saa nane usiku, mgeni huyo wa darini alianza vimbwangwa vyake. Siku hiyo Juma aliamua kusema, imetosha, wacha nipambane na wewe kiume. Asubuhi ilipofika aliamka na hasira iliyojaa ujasiri, kama mwanaume. Alienda dukani na kununua sumu kali zaidi ya panya, ile ya unga mweusi, ambayo muuzaji alimwonya akisema, kijana, hii sumu hata tembo akiila hatoboi ndani ya dakika kumi. Kuwa makini. Juma alirudi nyumbani akitabasamu. Alipika wali mtamu wenye harufu ya kuvutia ya samli, akachanganya na ile sumu nyeusi. Harufu ya chakula ilijaa nyumba nzima. Saa moja jioni alipanda juu ya kiti akafungua kile dirisha cha kuingilia darini na kuweka sahani ile iliyojaa wali wa sumu. "Kula ufe we, pepo mchafu shenzi kabisa," Juma alinongona kwa ukatili, huku akishuka na kufunga kidirisha. Usiku uliingia, Juma akaingia chumbani kama kawaida yake, lakini leo akitega sikio kwa umakini. Hatimaye saa nane kamili usiku ilifika. Kama kawaida, vishindo vikaanza, lakini siku ya leo kulikuwa na tofauti kuliko siku zote. Ni siku ambayo Juma hataisahau katika maisha yake yote. Kisa hiki kina sehemu ya kwanza na ya pili, angalia posti inayofuata umalizie kisa hiki cha kutisha. Je, mtego wa Juma utafanya kazi? Kuna nini kule juu darini? Nini kilimpata Juma? Ungana nami na sehemu ya pili na ya mwisho.